ataendelea kuwa katika misuko. Babu yangu mzee Kasimu bini Mbwana, babu yangu mzaa mama, nilipokwenda kumwambia naoa, tushashika vitabu we sasa, imefika wakati tuoe, maanake nikawa napigiwa kile, bwana oa tena, basi tena kusoma utaendelea ukishaoa. Nimeoa 1992 ndo mke wangu wa kwanza, mwaka 92, mwanamke wa kizalamu yasi mshakuja baba yangu alikuwa mke wa kwanza, alimtafutia mwanamke wa, wa Kingindo alikuwa naitwa Farida mwaka 88, mbili ni moyo babu yangu akanitetea maasha asome. 88 92, ndio nikaoa Nasra binti Uthman mwanamke wa Kizaramo. Katika jumla ya maneno alikuwa ameniambia babu yangu, aliniambia, ukibahatika kupata mtoto mwanamume kila siku alfajiri, funua shuka, tazama. Nimshaelewa mtoto mwanamume, kila ikifika alfajiri, funua shuka kwanza, angalia. Kinaeleweka, hana aya wala hadithi. Wazee wana hekima zao, maki kila mtu ana nafasi yake. Mi nilimwelewa na nilifanya hivyo, mtoto wa kwanza mwanamume. Mi nimetanguliza mabeki mwanamume mwanamume, alafu ndo akajafoadi mwanamke mtoto <laughs> mwanamke ukoo anapeleka kwa mumeo. Mtoto mwanamume beki, kwa sababu ukoo anaubakisha nyumbani. Sijui huko kwenye makabila yenu asili ndiyo hivi, kwenye Uislamu mtoto mwanamume anabakisha ukoo, na ndiyo maana huyu anaitwa fulani bi ibnu fulani. Nda umeona, eh? Kula atakuwa ndaki mtoto wa mwana wa binti yako, ukoo kashauza wewe. Kama umpata mafuadi wa tupu, imekula kwako akalafika, imekula kwako, ukoo ubaki. Mungu atujalie tupate na watoto wanamume kwa wingi, walinde ukoo ina libaki